Shida zenu ndio hizo. Mnapenda mna fancy, fancy, fancy, fancy jobs e, useme tu niko nikore niko sijui e, niko wapi? Mna, mna maeneo yenu wenyewe mnapenda yani mm, kujiatach nayo. That is hiyo ni ma brain wash, mmekuwa brain wash ni jamani e? Badilisheni fikra zenu, kwa sababu hawa watakaoenda huko hizo kwenye hizo nafasi ni wachache sana Vyuo vinatema watu wengi, wanakuja mtaani, jiulize, wote mtakwenda wapi? Kwa hiyo unless wewe una tayari una una channel, unajua kabisa nikitoka zangu chuo na moja kwa moja nina channel. Lakini kama wee ni wakuzunguka na viatu vinaisha, ndugu yangu, fursa iliyoko mbele yako, mimi hata wavulana huwa nawaambia, nenda kawe kibarua, saidia fundi, anza chini. Unapoanza kutengeneza uchumi, anza chini, kama ulivyoanza kusoma, umesoma, umefika umepata digri yako fine, lakini unakumbuka wakati unaanza kusoma ulianzia wapi? Kwa kwa kwa nini nini ukaanzia chuoni? Ulianzia kenda gati, kwa sababu kila jambo lina mwanzo mwanzo wake, na mwanzo wake siku zote ni mdogo. Mwanzo wake ni mdogo, huwezi kusema katika kazi unataka kuanzia juu. Hao ni wachache sana, ni wachache. Ni watu ni wangapi wanatoka vyuo wanamaliza vyuo wanaweza kuanzia juu kama watu wengine? Kwa hiyo wewe kama ni miongoni mwa wale ambaye huna channel, ya kwenda kuanzia huko juu, watakuwepo wata hawa watoto ambao wenye manetwork, eh yaliyotengenezwa labda na wazazi wao au wao wenyewe tu, kwa kudra za Mwenyezi Mungu amefanikiwa kupata hizo channel. Ni wachache, ni wachache. Wewe ambaye una hiyo channel usibaki kwenye ndoto za linacha, unaamini kwamba kwa sababu mimi nina degree au nina masters basi mimi nitapata na, na, na, na, na, nitapata kazi za juu ndugu ndugu, hiyo kazi ya juu mwisho, wanawake wanachoamua ni nini? Anaamua tu apate bwana, azae kwa sababu gani? mi nilikosa kazi tu nikaona tu ni, ni, ni, ni zae zangu sasa. Unamkomoa nani eh? Unamkomoa nani ukiz, ukimbi, ukikimbilia kuzaa, ujue ni majukumu unakimbilia, ni majukumu. Huyo mwanaume mwanzoni atajitutumua kwamba ana uwezo wa kuhudumia, lakini walio wengi, walio wengi, mna ushahidi. Sio wote katika watu wanawake mia labda tuseme waliofanikiwa kuendelea kuhudumia na kuhudumiwa na hao na wanaume wao, sidhani kama wanafika kumi katika wanawake mia. Walio wengi wamepigika, walio wengi wamechoka, walio wengi wamechuja, na mimi nasema ni sahihi kabisa, kwa sababu Mungu wewe, alikuwa na, amekuleta wewe kama msaidizi. Ulivyosoma ni sawa kabisa kupata elimu ni sawa kabisa, lakini unatakiwa pia uhakikishe unatengeneza mazingira ya kujenga uchumi wako, ili unapoingia katika majukumu wewe na mwenza wako msaidiane hayo majukumu, na sio kwenda wewe kubweteka kwa sababu umekosa kazi uende ukabweteke kumtegemea. Utamtegemea siku za kwanza, lakini naye atachoka, atabwaga manyanga, atabwaga manyanga. Tutaanza sasa kuwakimbizana na wanaume, wametutelekeza, wametuacha, wameacha watoto, siwahudumii, siwafanyi nini. Hizo ndio stori nyingi za sasa hivi. Lakini ukija ukuangalia hawa nao wanazidiwa, na kwa sababu wao wenyewe wanakufa na tai shingoni, hawasemi ukweli. Hasemi ukweli, anaelemewa na mzigo wa majukumu, hasemi ukweli. Ni wanaume wachache ambao yani, kama nilivyosema, kama piramidi vile, wachache sana wako kule juu ambao shughuli zao biashara zao zinaweza kutekea familia kwa kila kitu, lakini walio wengi wanahitaji mkono wa pili wanahitaji sapoti kutoka kwa wake zao kama ambavyo um, mwanamke ni, ni jana nilikuwa nazungumzia hiyo, kuhakikisha maono ya familia ya anashiriki katika kuya kuyatamia na kuya, anavyoweza kubadilisha mbegu ya mwanaume ikawa mtoto, hata kwenye mawazo ya kibiashara huo uwezo anao ndani yake. Anahitaji tu mwanaume ambaye anaelewa hicho kitu. So shida pia tunakutana na wanaume wengi ambao sio waelewa Wanaikalia kusema kama jana hapa kuna waliosema, ah, mimi mke wangu nilivyokuwa naye kabla hajapata kazi, siu kazi, siu biashara, alikuwa tulikuwa tunaishi vizuri sana lakini, baada ya kumruhusu akaenda kwenye biashara, yani ndoa yao ni kama imevurugika. Nikamuuliza, hebu niambie specific ni kitu gani? Hakujibu, kwa hiyo nilishindwa kuiongelea kwa undani. Haya.